katika eneo la Nchangwahela unaojulikana kama Effort Nchangwahela 2025. Mikutano hii imeanza leo tarehe 16 Novemba 2025 na na itadumu kwa siku 14 hadi tarehe 29 Novemba 2025.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 Kwaya ya Nchangwahela SDA kwaya ndiyo kwaya mwenyeji wa mkutano huu, huku kwaya ya vijana Mwenge wakitoa uimbaji wa nguvu katika sherehe za ufunguzi. Taarifa hii inakuja wakati idara hii ya vijana ikiwa imefanikiwa kuratibu mikutano kama hii mwaka jana 2024 iliyofanyika maeneo ya maisha Bora, Kinondo, jijini Dar es Salaam. Mikutano ile ilifanyika kuanzia tarehe 13 hadi 26 Oktoba 2024 chini ya kauli mbiu mbingu zinakutafuta, iliongozwa na mwinjilisti Frank Eliakim akishirikisha wataalamu mbalimbali akiwemo Dr Benjamin Sigera kwa masomo ya afya, Dr Jacobo Kihila pamoja na Bi Awadia Ogilo kwa masomo ya uhusiano, kaya na familia. Kupitia mikutano hiyo ya 2024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 Kwa wale ambao hawataweza kufika viwanjani, mikutano hii inarushwa moja kwa moja kupitia Mwenge SDA Church TV, chaneli ya YouTube ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Jina langu ni Mr. Sela Joni, na hii ni Bukelebe TV.